Kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Soma injili ya Luka sura ya kumi na tano haya, saba. Mfanye Mungu atabasamu, mfanye Mungu afurahi, na mfanye Mungu afurahi, sio kwa kumchezea ngoma, kumwimbia nyimbo, kumpa zawadi Sadaka zaka kubwa, sawa na hivyo vitoe. ukitaka Mungu kumfaisha Mungu, tubu dhambi zako murudie. hapo Mungu ndiye anafurahi. Kuna dhambi binafsi na dhambi za jamii ambazo wewe Mkristo kama mfuasi wa Kristo unatakiwa kuzifanyia kitubio na malipizi Usishie kufanyia malipizi dhambi zako, lakini kuna dhambi zinazotendeka kijamii, sijui ushirikina, wizi, ujambazi, chuki, umbea, mambo mbalimbali hayo ambayo yamekumba jamii, ulevi kupindukia. Biblia nasema na nukuu yeye mwenyewe alizibeba dhambi zetu katika mwili wake juu ya msalaba, tupate kufa kuhusu dhambi na kuishi kwa uadilifu kwa majira yake, ninyi mmeponywa. Mwisho kunukuu kutoka baro ya kwanza ya Mtume Petro kwa watu wote, sura pili aya ishirini na nne. Twige mfano wa Yesu Ye alikuwa mtakatifu mcha Mungu, hakutenda dhambi yoyote, lakini akabeba adhabu yote stahili ya sisi ambayo tungepata. Tumshukuru sana Bwana Yesu kwa kubeba na kujisulubisha, kusulubishwa msalabani, akilipa deni la dhambi yetu. orodha dhambi za jamii ni ndefu. Orodha ya dhambi za jamii ni ndefu, ambazo sapashwa kila moja azibebe na azifanyie malipizi. Mahatma Gandhi aliishi tangu mwaka 1869 mpaka mwaka 1948, alikuwa mwanasheria wa India, mwanaharakati na mwanasiasa aliyepigania uhuru wa India toka kwa wakoloni. Huyu Mahatma Gandhi aliorodhesha dhambi saba duniani au dhambi saba za jamii, nazo ni zipi? Kwanza, kuna dhambi ya utajiri bila kufanya kazi. Dhambi gani? Utajiri bila kufanya kazi utajiri nao fanya bila naopata bila jasho ni dhambi. Niko najua hilo, ukitajirika bila jasho, bila kumenyeka, huu utajiri ule upata ni dhambi. Pili, kuna dhambi ya starehe bila dhamiri. starehe bila dhamiri. Kama nafanya starehe bila dhamiri ni dhambi. Tatu, kuna dhambi ya uchumi bila maadili. Uchumi bila maadili ni dhambi ya jamii. nne kuna dhambi ya sayansi bila utu. Sayansi bila utu nayo ni dhambi ya jamii. Tano, kuna dhambi ya ibada bila sadaka. Ibada bila sadaka ni dhambi <laughs> kama imekuja kusali <laughs> bila sadaka yenye maana inayouma kusali kwako, akusaili naanza kupigia sadaka kura mfukoni, eti he, na nafanya Mungu eti kiziwi, nampa sarafu hiyo, wanaita wengine pesa haramu, manoti nachukua kwenye baa, vilavi vya pombe, Mungu anastahili tu, inafikiri Mungu, Mungu ni kiziwi. Ndio maana baba Paruko mmoja alipenda kukomesha hiyo dhambi eh, kitunga cha sadaka akatengeneza debe debe, najua akaweka, akatundu kadogo mtu nakuja huku na soti na nini naku, eh kuenda soti yako hiyo naungelezam <laughs> kiziwi eh, eh. Ibada bila sadaka ni dhambi. Sita, kuna dhambi ya jamii, dhambi ya siasa bila kanuni, siasa ambayo haizingatii sheria haizingatia <laughs> kanuni ni dhambi ya jamii. Siasa nayo weka pembeni kanuni na sheria dhambi kubwa ya jamii saba. Kuna dhambi ya elimu bila tabia njema, na hiyo ni dhambi ya jamii elimu tanaa, elimu shahada, mashahada makubwa makubwa, na mwingine anaitwa si daktari, PhD, CMA, vyeo vikubwa vya elimu lakini hana tabia njema. Hiyo ni dhambi, kupata elimu na vyeti vingi simu ya moja na heshima za udaktari bila tabia njema, dhambi hiyo ya jamii lazima kuzifanyia maripisi. Nzizo ndizo aliorodhesha Mahatma Gandhi, dhambi saba za jamii. Nitarudia. Kwanza, kuna dhambi ya utajiri bila kufanya kazi. Pili, kuna dhambi ya starehe bila dhamiri. Tatu, kuna dhambi ya uchumi bila maadili. Nne, kuna dhambi ya sayansi bila utu. Tano, kuna dhambi ya ibada bila sadaka. Sita, kuna dhambi ya siasa bila kanuni. Saba, kuna dhambi ya elimu bila tabia njema. Basi tukisha zingatia dhambi zetu binafsi na dhambi za jamii, ndizo tunaalikwa katika mfungo wetu wa Kwaresma kuzifanyia toba, malipizi, majuto. Sakramenti ya kitubio ndio sakramenti ya uponyaji ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ameiweka iweze kutuponya majeraha ya dhambi. Sakramenti ya kitubio ni nini? Sakramenti ya kitubio ndio sakramenti ya kuondolea watu dhambi walizozitenda baada ya ubatizo. Soma Injili ya Yohane sura ya ishirini aya 22 hadi 23. Sakramenti hii ni sakramenti ya uponyaji inayoponya roho kutokana na majeraha yaliyosababishwa na dhambi ya mwenye. Kuondolea watu dhambi ni nani? Mwenye kuondolea watu dhambi ni Mungu peke yake, na ndiye aliyewapa uwezo mitume maaskofu na mapadre kuwaondolea watu dhambi zao, rejea Injili ya Yohane sura ya ishirini na ishirini na moja hadi ishirini na tatu Na mkristo akitaka kupokea sakramenti ya kitubio ya mpasa kufanya mambo matano: kwanza kutafuta au kuchunguza dhambi moyoni. Soma Injili ya Yohane sura ya tatu ha ishirini hadi ishirini na moja. Pili, kujuta dhambi. Tatu, kukusudia kuwacha dhambi. Nne, kuungama kwa padre. Tano, kutimiza maripizi. Kwa msaada zaidi soma misale mpya ya waumini ukurasa elfu moja mia tatu sabini na moja mpaka elfu moja mia tatu sabini na sita Kwanza, kutafuta dhambi moyoni utafuta dhambi moyoni kuna hitaji mahali pa ukimya, wewe peke yako, mahali pa ukimya, chumbani au kanisani, kwenye ukimya. Jamii yetu na dunia yetu siku hizi haipendi ukimya, inapenda ukelele, makelele tu Mchana kutwa makelele, usiku za makelele, kwenye sherehe makelele, DJ nini, na mwingine anamasisha haya makelele, apendi ukimya. Ili uweze kuchunguza vizuri moyo, unahitaji utulivu moyo, eh, mazingira ya ukimya. Pili, kuona uchungu kwa dhambi hizo, yaani kuzijuta kabisa, na tatu, kukusudia kuwacha dhambi. Sio kwenda kuungama kana kwamba umepunguza dhambi hizo zokuelemea, halafu baadaye uweze kuanza upya kama muumini fulani ambayo huo nakuwa kwenye kipindi cha eh, majurudi anatenda dhambi anamaliza maliza, eh, huyu hana ndoa hana ndoa, anaenda huko anapata mtoto, anajifungua, anamlea, akisha hata kunyonya anaenda kungama anafanya malipizi ana, anza kukomunika mtoto, kisha anza kukimbia, anarudi tena anapata mtoto mwingine, anabeba mimba, anajifungua, ananyonyesha na nini, baadaye anaingia kipindi cha malipi, malipizi ana, anza kukomunika hivyo hivyo mpaka amefikisha watoto ishirini, baba tofauti ni kuchezea huruma ya Mungu, ni kuchezea huruma ya Mungu, ni kuchezea sakramenti nne. Ni kuungama dhambi kwa padre mwingine, anenda kwa padre kuungama dhambi za wengine. Baada ya kuungama dhambi zake, takuta naungama dhambi za wajukuu mimi majukuu wananisumbua, wanakula mikati yangu wezu. E, e, tuwela twako ukatuficha mara fulani awesha ukondoa huko hiyo. E, e, sio kitubio hiyo e? Um, ama kwamba nina asira wakasikia mjukuu wangu e? au mwingine anenda kungama dhambi ambazo wafanyi: siibi, sigombani, sirogi shi, abazo anaungama zambi wafanye eh? Susukani watu sinaumbenya, silewi. Ungame zambi: nalewa, nagombana, nasukana, nilizembe, naungame kuyachayo. Kungama kwa padri yali makosa yako, hmm. Tano, kutimiza malipizi na padri basi zoezi la kutubu na kuongoka, zoezi la toba na uongofu ni endelevu, si kwamba ni kipindi cha mfungo wa Kwaresima. Mfungo wa Kwaresima ukiisha, basi unapumua, unarudia huko huko kwenye ujafu. Ni endelevu, yaani zoezi hili liwe la kila siku, liwe zoezi la daima, kwani hatujui tutakufa lini na lini tutakumbana na majanga ya ghafla, mfano ajali mbaya za barabarani, ajali za moto, maji ndege, tetemeko la ardhi. Nakumbuka tetemeko la ardhi la elfu mbili kumi na sita Septemba, nikuja ghafla. Pia kuna shetani, hasa siku hizi, shetani wa kukata tamaa na kujinyonga au kujiua au kunyweshwa sumu au kunywa sumu. Shetani huyo, nimesikia huko kuna matukio mawili yametokea huko, na mtu mmoja akajinyonga kanisani na mwingine kananywa sumu. Shetani huyo anamwelekeza aje kufanya makufuru kanisani, kujinyonga kanisani Anaingia kanisani kama jambazi, shetani huyo. Hmm? Kuna shetani wa asira, mtu anakasirika hasi, anaamua kujitia kitanzi au kujua. Kuna shetani wa wivu, na wengine wawita si wivu wa kimapenzi, shetani huyo anakuja ghafla tu na pengine kupitia ulevi, mtu amelewa eh, au bangi au pombe, basi anajimaliza.